Leo tunalo kongamano hapa la malezi ambayo, malezi ya watoto na makuzi ya watoto, na inatambua kwamba familia ni mahali ambapo mtoto anapata msingi wa malezi yaliyo bora. Familia inatusaidia kuwalea watoto na kuwafundisha jinsi ya kuishi kwa amani na wengine, lakini pia kujali na kuheshimu watu na jamii ambayo inamzunguka na hivyo kuwaandaa watoto kuwa, kuwa raia wema katika jamii. Wakati mtoto atakavyokuwa anakuwa akikuwa na maadili mema akajitambua vizuri, basi tutakuwa tunajenga jamii ambayo ni imara, jamii iliyo bora. Ndugu washiriki, familia ni nguzo muhimu ya maisha na ni sehemu ya msingi ya maendeleo ya jamii. Familia yenye mshikamano na upendo jenga jamii yenye furaha, usalama na maendeleo. Tofauti ya Tanzania bara kwa sasa hivi na Zanzibar ni kwamba Mheshimiwa Rais mnamo mwezi wa sita mwaka jana aliamua kuipa kipao mbele hii programu ya ECD na kwa maneno mafupi, mtoto wa Zanzibar yuko mezani kwake hasa na hili alilifanya kutokana na muhimu aliyoona walewa watoto wa Zanzibar ili wawe warithi wa nchi ya Zanzibar katika hali ya uimara. Na utekelezaji wa mradi huu haufanyiki na ofisi ya rais, sisi kazi yetu ni ndogo tu, kuhakikisha yaliyoamuliwa kutekeleza yanatekelezeka. Tuko kama tulivyo tumefika hapa tulipo eh, kwa mchango mkubwa wa familia zetu. Kwa hiyo unaweza kuendelea hivyo hivyo, jamii yetu ipo kama ilivyo leo hii na unaweza kuendelea, taifa letu liko kama lilivyo leo hii kutokana na kazi kubwa ambayo inafanywa na familia zetu, na nawashukuru sana. Nimesema hapo kwenye kamigio yetu, mtoto ni malezi, tunakubali na ni msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kama tutakuwa na, na, na familia imara, na familia zetu ni imara, na maana jamii yetu ni imara ehe, na zikiendelea kuwa imara, kwa tuna uhakika jamii yetu ya leo, ya kesho, ya kesho kutwa, taifa letu la leo na kesho, kesho kutwa litaendelea kuwa imara. Sasa hivi tunaishi kwenye dunia ya teknolojia si, bado ni utandawazi sina no, uhakika lakini ya zama za teknolojia za kimtandao, smart childcare na smart malezi. Kwa hiyo nataka kupendekeza we have smart, <laughs> smart malezi, kwa sababu hatuwezi kujificha, dunia hii zaidi ndio dunia ya huko.